Uh, mimi ni Mchungaji Steven Yakobo Kapongo, ni mchungaji mratibu wa idara ya injili na misheni dayosisi ya Mwanza katika kanisa la Africa Inland Church Tanzania, niko Mwanza. Kwa uh, kipindi hiki tuko katika kituo cha Bishop Magesa Conference Center kwa ajili ya mafunzo ya ualimu wa kufundisha umishonari na tunaendelea na mafunzo haya, yalianza jana siku ya Jumanne na yatamalizika siku ya Ijumaa. Mafunzo haya yamelenga kutupatia uweredi na ufahamu zaidi kwa ajili ya kuyafikia makundi ya makanisa au makundi ya makabila ambayo hayajafikiwa katika nchi ya Tanzania. Kuna makabila mbalimbali mbali ambayo hayajafikiwa na neno la Mungu na mengine yamefikiwa lakini kwa sehemu kidogo. Sasa tunapeana mbinu na weledi wa kwenda kuyafikia makami, makabila hayo na tutakapoondoka mahali hapa tutakwenda kufundisha makundi mbalimbali mbali ya watu ambao watakuwa tayari kwenda kufanya kazi hiyo, ikiwemo makundi ya kwaya, makundi ya viongozi wa kanisa na makanisa kwa ujumla, ili yapate kwenda kuwafikia watu hawa kutumiza au kuitikia Bwana Yesu asifiwe sana watumishi wa Mungu, kwa majina yangu naitwa mwinjilisi Vitalis Madu, mratibu wa, wa idara ya injili na misheni, dayosisi yetu ya Tabora. Tuko mahali hapa katika kongamano la umisheni uh, Mwanza, katika eneo la Ngereka. Tunaendelea na mafunzo ya umisheni. Moja ya vitu ambavyo tumejifunza Uh, tumeangalia makabila ambayo hatujayafikia. Na kwa mfano, upande wangu tunatazama eneo la Wafipa ambalo ndio eneo ambalo tunatarajia kwenda kuwafikia, na katika eneo la wilaya ya Kalambo mahali walipo. Lakini jambo jingine katika huduma uh, hii ya umisheni leo tumeangalia uh, aina kumi na mbili ya mawasiliano ambayo tutakwenda kuyafanya kwa ajili ya watu ambao tunawafuata. Kwa hiyo nipende kuwashukuru sana uh, idara ya Injili na misheni katika ngazi ya kitaifa uh, uh, na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Uh, kwa mafunzo haya ambayo tunaendelea nayo, mafunzo mazuri sana na i mafunzo ambayo yanalenga kwenda kufanya kazi ya umisheni hasa kwa kanisa letu la AICT tuweze kufanya vizuri katika kuipeleka Injili kwa watu wasiofikiwa. Hasa kwa mimi kama mratibu wa dayosisi ya Kati, tumejipanga vizuri kwa hiki ambacho cicho tunapokea, tutakwenda kukifanyia kazi vizuri, na kuna maeneo ambayo tumeainisha kwa ajili ya kuwafikia uh, watu ambao hawajafikiwa na neno la Mungu, lakini zaidi ya yote ni kuhakikisha kwamba uh, watu hao wanafikiwa na injili ya neno la Mungu na wanamjua Yesu zaidi sana, hasa kuwafikia Waislamu ambao uh, siku zote wao wamekuwa ni uh, ni watu ambao hawamwamini Yesu. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa mafunzo haya, ni mazuri na tunaendelea kujengwa kwa ajili ya kuandaliwa tayari kwa ajili ya kufanya kazi shambani. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ya kukutana mahali hapa kwa ajili ya kujifunza semina za umisheni. Kipekee, semina hizi nazipokea kwa shukrani na kumshukuru Mungu kwa sababu inatusaidia sisi kwenda kutafuta tena watu wengine ambao tutawafanya kwenda kufanya umisheni maeneo ambayo hayajafikiwa. Tunaendelea kuomba kwa idara yetu ya injili na misheni na kurugenzi yetu ya kiroho kwamba semina hizi ziwe endelevu E, hata mwaka unaofuata na wakati mwingine, ili kwamba tuendelee kupata watendakazi wengine wengi watakaokwenda kufanya kazi ya umisheni maeneo mbalimbali. Hasa sisi kwa Geita, tunaahidi kwamba kupitia mafunzo haya tunayoyapata, e, tutaenda kufanya kazi hiyo ya umisheni ya kutafuta watu kwenda kufanya umisheni kama tulivyojipanga na kujiandaa kikamilifu kwenda kutafuta watu watakaoungana na wengine katika huduma ya umisheni. Jina langu linaitwa Nina. Ninalishukuru kanisa letu, uongozi kwa ajili ya kuandaa mafunzo haya ili kuweza kujifunza mbinu za kufikia wale ambao hawajafikiwa na injili. Hu, tunaendelea kushukuru Mungu, tunajifunza kwa sababu ni mpya na mpya ambayo itatuwezesha kwenda kulisiilia kanisa ili kuweza kufikia malengo kama ambavyo uh, Yesu Kristo amekuagiza kwamba tupeleke mjiri kwa watu wote koo. Ninalishukuru kanisa kwa ajili ya sapoti pia ambazo wakufanya. Mungu aendelee kupikia sana mwananshi. Uh, asifiwe. majina yangu ninaitwa Mr. Joel Kigongo Kelebe Neema ya Bwana. Ni mratibu wa idara ya injili na misheni kutoka dayosisi ya Mara na Ukerewe. Tunamshukuru Mungu kwa sababu kwa pamoja ametuleta hapa katika kituo hiki cha AICT cha mafunzo ya umisheni, ambayo tumekuja kwa lengo la kujifunza au kwa ajili ya kuelewa huduma kwa ujumla wake, namna tunavyoifanya kama ilivyo katika kanisa letu la AICT na wajibu wetu, wito wetu mkuu ni kueneza injili kama inavyosema katika ile Mathayo sura ya ishirini na nane mstari wa kumi na tisa enendeni ulimwenguni mote, mkaeneze injili na kuwafundisha watu waweze kuijua Kristo. Kwa hiyo tumekuja mahali hapa, tunahitaji kujifunza kwa pamoja kama kanisa kujifunza kama viongozi ili tuweze kuwasaidia watu waweze kumjua Mungu, lakini pia tunahitaji ushirikiano wa pamoja kama kanisa, lakini pia viongozi ambao kwa neema ya Mungu Bwana amekuweka kwa ajili ya kuiongoza kanisa, ili kwamba tuweze kunoana lakini kunolewa, ili kwamba tunaweze kujifunza zaidi na kuelewa mwito wetu mkuu, lakini kujifunza E, tamaduni mbalimbali mbali za makabila ambayo tutakwenda kuyafikia ili kwa lugha zao kwa tamaduni zao waweze kuipata injili ya huyu Yesu. Kwa majina naitwa, kwa Kiswahili ni mratibu wa Injili na Mission Diocese ya Shinyanga. Tupo mahali hapa katika diocese ya Mwanza kwa ajili ya mafunzo ya misionari ambayo yameandaliwa na idara ya Injili na Mission, na mshukuru Mungu kwa ajili ya mafunzo haya kwa sawa, yanatufundisha namna gani ya kuweza kufikisha Injili hasa katika maeneo ambayo bado Injili haijafika na yapo makabila ambayo bado kwa kweli haijafikiwa na Injili. Semina hii inatufundisha namna ya kuweza kukabiliana na hizo tamaduni, kwa sababu kila kabila unapoenda ambapo Injili haijafika lazima utamaduni uwe ni tofauti. Semina hii inatufundisha umuhimu wa kujua mazingira ambayo tunayaendea, lakini pia tu kama kanisa A, nishukuru kwa sababu semina hizi zinaendelea kutuweka pamoja a, na kututia moyo kwa ajili ya kuendelea kuipeleka Injili. Ka nitoe tu wito kwa kanisa na kila mmoja angalau aweze kuunga mkono juhudi za Injili na misheni, ili kusudi kuweza kutimiza utume mkuu tuliowachiwa na wa Yesu Kristo wa kuhubiri Injili kwa kila mataifa. Mungu abariki sana <coughs> Mungu atufanyie nafasi na sisi tuzidi katika nini? e, katika nchi. Sasa yale ambayo tunayapata hapa ndiyo ambayo yataenda kutumika kule ambako tunaenda na tutaendelea kufundisha na matazamio yetu ni kwamba tutaendelea uenea katika nchi yetu ya Tanzania. Mungu wetu aendelee kutusaidia na kutuongoza sana, sana sana katika kufanya hayo. e e, ni arobaini tuliofika rangi wengi e, wanapenda wanajua mimi ni simba <tangu> <tangu> e, <tangu> sasa, sasa, sasa mimi nina rangi hapa karibu saba. Usiwe na upendeleo, hizi ni karamu Nikasema leo ni wakumbuke na wananchi wenzangu, ah, yeah. <laughs> <laughs> <laughs>